Yes, mimi naitwa Richard Katilo na hii ni Spalo Tech Solution. Na hii ndio video ya pili ya channel hii mpya ya YouTube. Kwa hiyo usisahau kusubscribe ili uweze kujiunga na familia yetu ya Spalo Tech Solution. Hapa tunadili na masuala ya teknolojia eh, na setting mbalimbali za simu na vifaa vingine vya electronics. Asante. Leo tutadili na eh, wasanii kumi wanaomiliki E, simu janja au smartphone kali zaidi hapa e, Bongo. Yes, namba mmoja wetu ni Diamond Platinum. Diamond Platinum amekuwa e, akitumia pesa nyingi kwenye kununua simu kila mwezi, yaani kila mwezi ana unbox boksi jipya la simu na hii ni kwa sababu ya kukwepa hackers na baadhi eh, ya wadukuaji mbalimbali ambao wataweza kudukua baadhi ya video, baadhi ya mambo yake nyeti ya kwenye simu yake. Namba mbili wetu ni Nandi, yule Nandi wa kivuruge, Nandi wa Bilinasi ndo msanii namba mbili huyu bana. Sababu kubwa ambayo inamfanya ana unbox eh, new iPhone eh, new brand za simu ni kwa sababu huyu ni mfanyabiashara wa duka la simu, kwa hiyo lazima aendane na wakati, lakini pia lazima eh, atumie simu mbalimbali kwa ajili ya kuwavutia watu mbalimbali na wateja zake. Kwa hiyo msanii namba mbili ni nani? Billnass ndio. Msanii namba tatu eh, anayeshikilia kijiti cha tatu E, katika list ya mastaa wa Bongo e, wanamuziki wanaomiliki smartphone wanaotumia simu, bajeti yao ya simu ndo kubwa zaidi hapa e, Bongo ndo msanii namba 4 ambaye eh, amekuwa akimiliki simu eh, mara nyingi zaidi. Anapenda kutumia simu, lakini pia ni msanii mfanyabiashara, kwa hiyo anatumia simu kwa sababu ya eh, kulinda status, lakini pia kufanya vitu vingine kibao. Madili yote yapo eh, kupitia smartphone yake. Huyo ndo msanii namba 4. Yes, namba tano unampata Raven Vivian Boy. Huyu pia ni msanii kwenye list ya wasanii ambao wanatumia bajeti kubwa sana kwenye manunuzi ya simu za kwa kila muda anabadilisha simu kila wakati, kwa hiyo namba tano anaitamata Raven Vivian Boy. Yes, kabla tujaendelea kwenye namba sita najua una hamu ya kumjua lakini pia, e, napenda kuhusanua Subscribe this channel, e, Sparrow Tech Solution. Hii utapata maujanja mengi ya kiteknolojia e, lakini pia na setting mbalimbali video nyingi kazi nyingi kubwa zinaendelea kuja na namba sita wetu e, anaitwa anaitwa Mtumbadi, Harmonize Harmonize naye amekuwa kwenye list ya wasanii ambao wana spendi hela nyingi kwenye manunuzi ya simu lakini pia kwenye kufanya vitu eh, vingi vingi sana vinavyohusiana na simu. Yes, guess what, namba saba anakamata Mtumbadi Mario, huyu yu Mario wa dunia tam eh, bia tam na vitu kama hizo. Mario Mtumbadi anashika eh, anachukua nafasi ya saba katika list ya wasanii wanaotumia na wanaospendi bajeti kubwa sana kwenye manunuzi ya simu lakini pia na matumizi ya simu. Thank you so much, Mtumbadi. Bad Nation, shout out. Yes, namba nane yetu anashika Mtumbadi eh, eh, the genius producer wengine wanamuita zombie lakini mimi namuita mkali wa kuchonga mabiti yes, tukizi. Yes, tukizi anashika nafasi ya nane kwenye matumizi ya simu na smartphone na namba tisa wetu ni Juma Jux. Juma Jux naye eh, yupo katika listi ya watu wanaotumia na spend hela nyingi sana eh, katika manunuzi ya smartphone. Kwa hiyo namba tisa anachukua Juma Jux aka Jux, na namba kumi wetu ni Alikiba. Yeye pia anaingia kwenye top 10 ya masta wabongo ambao wanapoteza hela nyingi sana kwenye manunuzi ya simu kila baada ya muda fulani. Jamani, listi hii niloitamka hapa sio nani anatumia simu gani kwa wakati huu kwa siku hii ya leo ya tarehe mbili. Hapana, ila listi hii ni watu ambao wanatumia kiwango kikubwa, makadirio yao ni kiwango kikubwa cha manunuzi ya simu, lakini pia na matumizi yao ya simu. Kwa hiyo usijali kama msanii wako hayuko kwenye hii, subiria next time atakuwepo pia tunaendelea kufanya research. Mimi naitwa Richard, na hii ni Starlotech Solution. Tupo kwa ajili ya kusolve matatizo mbalimbali ya teknolojia na masuala ya setting.